Hey, jamani, jambo jambo guys, uh, mimi ni Jolie, ni mtangazaji wa Mifa TV. Hapa nimekutana na dada zangu hapa, naona wamependeza sana eh? Jamani Mependeza jamani. Asante. Ha, sijui si jianze <muchan> <yangze> na nani <nali. muchan> maana naona imependeza sana, nataka niwaoji kidogo tu kama mtaniruhusu. Hakuna shida. Okay, dada, sijui unaitwa nani? Ah, kwa majina mimi naitwa Maria Tosha. mm, unaishi wapi? Ninaishi Evle, okay, niko Sweden. Dada wewe umetokea nchi gani? huko kwetu sijui ya, mimi ni Mkongomani, nimetokea Uvira. Sawa sawa dadangu. Dada naona umependeza, nawaona wote mmependeza, sijui hapa kuna nini, umevata nini hapa, sijui kama tumependeza hivi, kwa sababu leo tuko na sherehe ya mtoto wetu Stefani, aniverseli yake leo, na ndio kwa maana sisi tulijitahidi tupendeze, tuje kwenye sherehe, tuko sambivikeni hivi Eh, naona vitu ni moto kabisa. Eh, wamama wamependeza vibaya. Eh, sijui dada unaweza katwambia ukaambia wa, wa, wa, watazamaji thamani ya vitu ulivyovivaa. Naona kama ni vitu vya vikali vikali sana, yeah. Sijui hiyo nguo ni ya bei gani, aidha thamani nzima ya mwili yako ni, ni bei gani? Basi kutokana na thamani ya pesa ya mavazi ambayo navaa siwezi nikasema kitu kwa sababu munajua mambo ya Marekani kule, kuna nguo za bei kali. Nguo zangu hizi ambazo nimevaa zimetoka Marekani. Paka dada, unaambia watu kwamba hizo nguo zinapatikana Marekani, wakihitaji wanaweza kumtafuta nani, aweza duka gani wanaweza kupata hizo nguo? Ukihitaji namba ya simu ya Marekani mm, nitakuelekeza, nitakupa nayo na shope ya Marekani inaitwa Dina Express. Karibu sana dada ah, Sweden itukuwe yulu atake isiwe mimi mwenyewe tu kupendeza. Mm -hmm. Nataka na marafiki zangu nao waniunge mkono. Okay guys, mmesikia kama gisi dada yetu tosha alivyoongea vitu vyake vimetokea Marekani, yeye anunulii Sweden. Kwa hiyo ndo address hiyo ya sehemu na ukitaka umfuate, inbox atakuelekeza. Okay. Tuna mwengine dada yetu hapa naona e, e, e, dada umependeza sana yeah. Sijui unaitwa nani dada yangu? Ya, yeah, kwa majina naitwa Ashley. Okay, unaishi wapi? Nanaishi hapa hapa. Okay, sijawahi kukuona dada yangu yaani hey. Leo watu wamependeza sana jamani, asante yeah. Okay, sijui dada hapa Sweden unajishughulisha na nini We ni mfanyabiashara? We unafanya kazi gani? unaweza ukatuelekeza kidogo hapa hmm, Sweden? mi najishughulisha na vitu vingi tofauti hmm. ya cha kwanza natumika mkomine mm -hmm. ya kama Stead assistant hmm. pia nasaidia watu wengi wahamiaji wenye wamekuja hapa Sanvike hmm. hmm. nawapokea, kuwaelekeza kitu gani ambacho watafanya So, nasaidi zanaga pia na komune. Kwa hiyo shughuli na tatu, mimi nafanya biashara, nauza nguo, nauza mafuta. Jamani, karibuni. Mafuta yoyote ile unataka jamo kumtafuta tu ashile unapata. Apa unapata nguo na mimi ndio nimempendezesha dadangu huyu, muone dada hapa amependeza. Bei rahisi, karibuni sana. Okay, yeah. Dada, kama ulivyoongea yeah. Biashara vyako ambazo unavileta kwa hiyo mtu asihitaji mafuta ya kung'aa akuone wewe. Ananiona tu kama mlivyosikia guys huu ndio mfanya biashara mkubwa hapa Sandviken, anauza nguo, anauza mboga <laughs> vitu mbalimbali mbali. mm -hmm. vya kutoka nyumbani kwetu, kwa hiyo msisahau kumtafuta dada yetu hapa mm -hmm. sawa sawa dada. yeah, apa, sana. asante sana Mm. Hey, sasa dada mm, naona kama umevaa vitu amazing, vitu vyako ni vikali vikali. Sijui unaweza kuwatambia thamani ya vitu ulivyovivaa ni vya bei gani aizaje? Maana we sio kawaida sasa hivi dada. Mimi nimevaa tu kawaida mm -mm. Yeah, kawaida tu mm -hmm. yeah, sio vitu vya bei sana, labda nywele lakini eh, nguo tu ni za kawaida <laughs> Kwa nywele ni ya bei gani hiyo dada? Maana yeah, inatisha <laughs> Nywele ni ni ni i nimenunua thamania kama tu dola I I mia tatu dada yetu, sio ateketeke. Tunaona hiyo nywele ta dola mia tatu Hii koti sasa, apeni tu kutuambia mara hii <laughs> koti ya kawaida nimenunua eh? kuneli hapa huh? Sweden. ningo pia hiya ndani pia nimenunua kuneli hapa Sweden. Asante. Ah, hapapadenasaisanga elfu moja ja tuya makoroni Okay. Na hii pia ni franga mia saba makumi tisa na tisa ya kuroni, sio pesa nyingi, si okay, kawaida ya. Yani tunaweza kusamanisha kwenye dola hapo, huo ni kama dola mia mbili aeza mia tatu hiv a nywelennimena nje ya nchi Jamani. Ndo hivo ndo hmm. hivo dada yetu ndo huyu Ashlei mfanya biashara mkubwa Sandviken, ukitaka biashara nini tafta Ashlei, karibuni sana. Sana okay. yeah. yeah. Utamtafuta tu dadangu hapa, atapatia namba zangu za simu kwa yoyote atahitaji kitu chochote kile cha kutoka nyumbani. Karibuni. Nina mwingine dada yetu hapa, ni sister du jamani, nimeona sister du, mtoto wa dada. Dada umetisha, dadangu umetisha, mtoto wetu sijui nikuite nani, emazepetu nani? Eh, yani undowe masependo wetu jamani. Mmemwona? Eh, dada. Umependeza. Asante.